Unatafuta viatu bora kwa bei nafuu? Karibu Chotara Corporate Store, duka lako la uhakika la viatu vya kiwango cha juu lililoko Kariakoo, mtaa wa Kongo na Raha, ambapo utapata viatu kutoka Uingereza hadi Uturuki. Unapata pigo zile za sherehe za kiofisi na zile za mitoko mbali mbali, yani kajo, iwe uko Dar es Salaam, mikoani na hata nje ya nchi, tutakufikia tu. Brandi zako za kishua kama Clarks, Lacoste na Diori, na nyingine nyingi zote zipo kwa ajili yako. Alafu sasa ni pure leather, unapata kwa jumla na rejareja, asikwambie mtu bwana. Bei yenyewe sasa ni kama bure. Alo, boresha mitindo yako ya viatu na Chotara Corporate Store. Tufuatilie kupitia insta account yetu chotara underscore corporate underscore store au piga simu namba sifuri saba sita nane mbili sita tatu sifuri mbili sifuri Jina langu Ziana Mlawa, ni mkurugenzi wa utawala na rasilimali watu Wizara ya Nishati. Kufuatia maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yenye kauli mbiu ya usawa, haki na uwezeshaji kwa wanawake, labda mimi nizungumzie sana eneo langu la kazi, kwamba kupitia kauli mbiu hii sisi kama wizara tumeitekeleza sana eneo hili ukiangalia, kwanza kwa upande wa idadi ya watumishi, wanawake wako themanini na mbili na wanaume wako 145. Kwa uwiano huu unaona kabisa kwamba kauli mbiu hii imefanyiwa kazi ipasavyo, na hata ukiangalia kwenye idadi ya wa wa, members wa management kwamba jumla tuko kumi na mbili lakini hadi kwa kipindi hiki sasa hivi wanawake ambao waliopo kwenye management ni watano na wanaume saba. Kwa hiyo kwa kweli kwa upande wa wizara, kauli mbiu hii tumeitekeleza na inatekelezeka sana. Nikiwa kama msimamizi wa rasilimali watu, pia ninasimamia maslahi ya watumishi. Nichukue nafasi hii ni wa, ni wa encourage wanawake wenzangu ambao tuko hapa wizarani, pamoja na majukumu yetu ambayo tuliokuwa nayo, lakini tukiweza vipi na sisi wenyewe kujiwezesha katika kazi zetu, zinatujengea sana confidence kwenye kufanya kazi. Unajua, unapokuwa na financial independence unakuwa na more confidence kwenye kazi yako. Sio mbaya tukaendelea kujiwezesha, sio mbaya tukaanzisha ujasiriamali ambao ujasiriamali huo tusichukue muda muda wa, wa, wa ofisi tukafanya hizo kazi za ujasiriamali. Hapana, tunaweza tukatengeneza system ya kuwezesha kwamba huku unafanya kazi zako, lakini una system ya kusimamia ujasiriamali wako, na kwa kufanya hivyo utaweza ukapata, itakuongezea kipato na once unapokuwa una, una kipato yani hata akili yako ile ya kufanya kazi unajua inakuwa iko uko vizuri, una, una kujengea confidence kwa hiyo unafanya unaweza kutekeleza majukumu yako vizuri. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.